Akiwa katika viwanja vya uwanja wa afisi mjini Masasi mkoani Mtwara kuendelea na kampeni zake, mgombea urais wa chama cha wakulima AAFP ameahidi kumaliza changamoto za ubovu wa miundombinu ya barabara hasa kwa wakazi wa mikoa ya kusini. Mheshimiwa Marehemu Mkapa ameleta historia kwa wana kusini, kwanza mawasiliano baina ya kusini na kwenda mikoa ya Pwani, Dar es Salaam na kuelekea huko ilikuwa changamoto. Nitaleta klasha la kuponda mawe hapa Masasi, nahitaji kuweka barabara ya zege. Akigusia changamoto za katika katika kwa umeme, mgombea huyo ameahidi kuongeza mashirika ya nishati ya umeme hapa nchini. Kusini ni maeneo tumejaliwa tuna madini mengi, tuna gesi inatoka kusini, lakini leo bado kuna mgao wa umeme. Sasa mimi nitakachosema, ndugu zangu, serikali yangu haitaweka shirika moja la umeme, nitaweka mashirika ya ushindani kuhusu umeme. Wananchi nao wameeleza mapokeo yao juu ya sera za chama hicho na ni kweli, wakati wa kifuku sisi watu wa kusini tunapata shida sana, barabara zote ni mbovu mbovu kupita kiasi. Mgombea huu amemaliza kampeni yake katika lazima wilaya nizene, ya Masasi na sasa hatua inayofuata sasa ni katika wilaya mara, ya Nanyumbu mkoani Mtwara. Kutoka Masasi mkoani Mtwara, mi naitwa John Kasembe, Azam News.